Wanafunzi watatu waliokamilisha masomo ya gredi ya tisa katika shule ya msingi ya Mupeli mjini Bungoma na kuitwa kujiunga na shule za C1, yaani shule za kitaifa za gredi ya kumi, wamelazimika kurejea shuleni humo kurudia gredi ya tisa kutokana na ukosefu wa karo ya kujiunga na gredi ya kumi katika shule za kitaifa. Kulingana na mwalimu mkuu wa shule hiyo Everlyne Wambaya, amesema kuwa walishangazwa kuwaona wanafunzi hao wakirejea shuleni na kuingia gredi ya tisa ili hali walikuwa wamefuzu vyema kujiunga na gredi ya kumi our two best learners came to school in the morning and they went straight to grade nine. They wanted to repeat the class despite the fact that they really performed well. So when we talked to them they said their hope of joining a senior school they are not seeing any hope of joining any senior school they are supposed to join a Cardinal Otunga senior school that is a cluster one school. Uh, from the background these learners family background these two girls are staying with the single mothers ata hawajui baba wako wapi So, it was a sad situation. We were unable to calm the girls down. When we turned them away, they could not go. That is why eh, we are appealing to well-wishers to help fund the education of these girls. Wanafunzi hao Shannel Wakoli, Emelisa Sheroya na Fayzeen waliopata alama za hamsini na tisa, sitini na nne na sitini na mbili mtawalia wanasema kuwa huenda ndoto zao zikadidimia kutokana na ukosefu wa wazazi wao wakiomba wahisani kuwasaidia kuendeleza masomo yao. niliitwa shule St. Peter's Mumias Boys High School but kwa sasa mzazi hajiwezi, naishi na mama, baba mama yangu baba yangu alitoka last year hadi leo mimi sijai mwona kama maisha yangu. Ndio maana nilikuwa naomba kama kuna mtu yote akona msaada akaweza tu kunisaidia niweze kujiunga na shule ya sekondari, nikaendeleshe masomo yangu na nikaweze kufaulu katika maisha. Lengo langu lilikuwa pia mimi kukua rubani, lakini kwa sasa ni kama haitowezekana. Kuna mzazi mmoja ambaye ni mama Yani, kila kitu ni yeye ndo baba ndo mama. Saa zingine mimi pia huwa naenda natafuta hata hii grade 9 nilikuwa naenda natafuta narudi najilipia school fees nanunua vifaa, nikirudishwa nyumbani naenda, naenda nafanya kazi najitafutia school fees mpaka imefika nimemaliza nimepita vizuri, lakini sina wakunipeleka. Hatuna lolote, yani nilikuwa naomba kama mwenye anaweza nisaidia nilikuwa na nilikuwa na ndoto ya kukua loya lakini sasa, sasa naona ndoto yangu ikififia tu, mzazi ana pesa ya kunipeleka shule juu ya ndio kila kitu. Mimi nilikuwa mwanafunzi kwa hii shule na nikapita mtihani vizuri nikaitwa Cardinal, lakini mama yangu venye tunaishi sisi peke yetu na yeye, yeye ndio mama, yeye ndio baba, yeye ndio kila kitu hata hatuwezi yani, sometimes hawezi kutusaidia chakula, ni shida. Anafanya kazi ngumu ndio atulipe school fees, na mimi nimeitwa Cardinal na siwezi, sioni kama anaweza kunisaidia sasa. Naomba kama kuna mtu mwenye anaweza nisaidia aweze kunisaidia mimi. Ndoto yangu nataka kukuwa pilot lakini nilipita mtihani na mamangu ana pesa hata kazi ni shida. Naona kama ndoto yangu inaenda kukufa kwa, kwanzia mdogo nimekuwa nauza melon nikimlipia shuleni, wakati mwingine mwenyewe namwacha nauza makaa but sijawezewa. Nimejaribu kuenda kwa mpunge kuomba huko but maneno na scholarship, tukaenda ikakuwa form ni chache tukalemewa kupata. Sasa mi naomba msaada yote alio na ro, roho mzuri, kuanzia kwa MCA, mbunge, gavana na wote ambao wamewezeshwa, wanisaidie mtoto wangu aendelee na ndoto yake. Niko na mtoto, mtoto amepita mtihani na kwa saizi na lolote, kusema ukweli, hali imenikuia ngumu. Huyu mtoto hata kufanya hiyo grade 9, amekuwa amekua e mwenyewe akienda anafulia watu manguwa, ana anaoshe hata mtu vyombo ndi apate kitu kidogo akuje alete alete shuleni ama anue vifaa zenye zinataikana shuleni. Sema kweli, nimekuwa kwa hali ngumu, hata huyo mwingine wa gredi eiti yako nyumbani. Hasa mimi naomba tu msaada. Wili Khaimba, Kurunzi, Bungoma.